Kuwepo wasanii kibao waofanikiwa ku yani e, wao ni, wao ni wanaimba, ni wasanii nao, wakaona wawe na wasanii wanaowasimamia. Lakini ukimwangalia kwa jicho la tatu, unaona kabisa huyu safari hamna, hana budget, budget yake tu yeye mwenyewe inamshinda, budget ya kuendesha tu sanaa yake inamshinda. Ukalibebe lijitu linakushinda hata uzito kalimene ukali. Tumeshuhudia hapa Nandi aliamua kumsimamia Yami, ikwap ape asubuhi tu Yami kakusanya vilogo vyake kaweka begani, kasema dada Princess Nandi, mimi kwa wewe inatosha, kwa eh, sababu mimi nikitoa ngoma badala uniposti unamposti mwanao siwezi kaondoka. Au vipi bwana? Maneno yakawa mengi, sio fine milioni 100 eh. s eh, Kama eh. kambaa na upepo. Kipindi cha nyuma Haji Baraka de Prince alikuwa na lebo yake Bana. <laughs> akaamua kumsimamia msanii wa hip hop anaitwa Lord Eyes kutoka Arusha, alikuwa kundi la nako tunako soja eh, wote ta Baraka anasimamia msanii eh, poa. Haikuchukua timu Baraka kiburi yule Mwarusha tena harakati tena hip hop, yo, yo, yo, oh, oh, oh, oh. Wakaachana wasanii wengi tu, ambao wasanii wakasimamia wasanii, mtoto akalea mtoto jambo ambalo linawashinda mara kibao, watu wanaanzisha magang su manini manini. Aya magang mnaanzisha ni bora mwona timu tu ya washikaji nini, kuol ku timu, ukienda sehemu kwenye mainterview na watu kibao, yatumieni hivyo. So ndani ya gang tena una msanii na wakati wewe ni msanii na unatakiwa ufike pale unapopataka, ujafika, unataka umfikishe mtu mwingine. Nani amekuongopia hiyo biashara? Nani hicho kiburi, wewe umekitoa wapi? Komaa baba, komaa mwenyewe bwana. Nyi ndo mnatuaribia vizazi eh, mnatuaribia sanaa zilizopo mtaani, vipaji vilivyopo mtaani. Nawatangazia no, wote asi, mtoto anakimbia mbio mbio, waenda kutana majanga, tuwekaweka tupu wanachoambulia huko ni, ni kwenda kuruka tu kwenye viwanja huko, mawapi ma mawapi huko wavuvi kempu, kula sana mtungi, pewa bebe. Msanii anaona hamna kinachoendelea, hamna jambo. So kupit, kupitia Ibra na kizuri Ibra anaongea, nimeona media nyingi anaenda bonge bonge moja la Ibra baba. Once again wewe ni mbaya sana unajua sarafu. Nilisikiliza pia uh, top 5 ya ya ya semaji la Yanga Ali kamwe moja kati ya wasanii ambao wanasema wana maandishi, alimtaja Ibra na mimi naungana naye mkono, uwezo unao, una kila kitu. Tulia baba, tulia baba Sahivi zizungumze huruma za wananchi tu baba, wananchi washakupenda, wanakutaka waruke nawe mjini. Tulia sahivi, ushasogeaji usha kwa babu yako, babu babu, tulia babu, muda bado babu, asogea kwa babu pale, na simu zinaita sana. Upepo baba, tuliza wengi, kaa chini, andika madude, twende mjini sahivi mji unataka mangoma tu, hizo ndo hela, sio na umekaa siku mbili ushahiti siku tatu nne, nao unatuchanganya unatuambia sasa unataka kusaini msanii wewe. Oh, ni, ni, ni, ni, ni na mimi nataka nisaidie vipaji vya mtaani. Nani kakwambia wanataka msaada mtaani vipaji? Huu nani? Ibra tulia, tulia kijana wangu Ushasema ya kusema, sasa hivi ni muda wa kazi, piga madude, interview matown. Fans unao, mashabiki unao, ifikia hatua sasa. Cool down my brother, funga ukurasa wa zamani, anza upya, na naamini Mungu atakusimamia, ataanza na wewe pale ulipoamua kuanza. Fungo kurasa ya nyuma, si ndwele tugange yajayo. Kama unashindwa kutumia kauli hiyo, tumia kauli ya daima mbele nyuma mwiko. Sitiza tena na tena, tena ni marufuku msanii kusimamia msanii mwenzangu kama ujiwezi. Marufuku basi hata washawachoka, basi hata washachoka ah, washa. Kesi zenu ni zile zile tu, kanizulumu uu, kashikilia akaunti yangu, ewe Lini mtabadilika jamani? Lini, lini mtakuwa wasanii wa levu za kimataifa lini? Lini mtakuwa wasanii wa ushindani lini? Make ush... baada ya mshindane kwenda huko, wakina ay wamepeleka nyimbo zao grammy huko, nyinyi mnabaki kukumbushana. Alininyima ugali wakati nipo chini yake, niko nakula makande. Alinipa gari bila kadi, anapendana. Alini bloku miaka minne, ikituma meseji zangu anajibu baada ya miaka nane. Yo, tuheshimiane, tuheshimiane. Tunachoka ila hatutochoka kusema. Kwa hiyo ndugu zangu wasanii, nimeeleweka. Mr Newspaper hapa dawatini kwangu, maskani kwangu hapa, somo langu lipo clear kabisa, pindisha pindisha, nipo clear kabisa. Ole wewe, nasema ole wewe. Unajua ni nani, vuruka You are watching Metro Media TV. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.